Naendelea na taarifa, ambapo katika kisa cha kusikitisha aliyekuwa naibu gavana wa kwanza wa kaunti ya Vihiga Caleb Amaswachi amegeukia uchuuzi wa kuni ili kujikimu kimaisha. Amaswachi aliyehudumu kama naibu wa aliyekuwa gavana Moses Akaranga anaelezea jinsi maisha yalichukua mkondo tofauti kabisa baada ya kuondoka mamlakani mwaka wa 2017. Kwa machungu, anasimulia ugumu wa maisha ambao umemsukuma hadi akageukia uchuuzi wa kuni ili kujikimu kimaisha. Ben Kirui alikutana naye, yapataarifa yake Ndiyo maisha ya sasa ya naibu gavana wa kwanza wa kaunti ya Vihiga Caleb Amaswachi, tofauti kabisa na enzi zake za uongozi. Amaswachi anaendesha biashara ya, ya kuuza kuni katika mji wa Luanda, ili kujikimu kimaisha. Anasimulia ugumu wa maisha haya ya sasa. Amaswachi aliyewahi kuhudumu chini aliyekuwa Gavana Moses Akaranga. Anaonekana akisambaza kuni kwa hoteli mbalimbali mjini mbali Luanda kazi ambayo sasa imekuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku mbali kabisa na ile ambayo alifurahia pamoja na hadhi iliyoambatana nayo kama vile ulinzi na dereva wa kibinafsi Amaswachi anaelezea changamoto anazopitia tangu aondoke madarakani, akisema maisha yamekuwa magumu mno na hayastahili kwa mtu aliyewahi kuhudumu kama kiongozi wa kaunti. They they yeah. Mabadiliko haya makubwa yanaakisi hali halisi ya siasa za Kenya ambapo mamlaka ni ya muda tu. Amaswachi anafichua kuwa aliomba kazi ya kuwa kamishna wa IEBC lakini hakufuzu kwa mahojiano yanayoendelea, akilazimika sasa kusalia kama mchuuzi wa kuni. Ushauri wake kwa yale ambayo anapitia

Amaswachi na gavana wa kwanza wa Vihiga Moses Akaranga walihudumu kwa muhula mmoja tu kati ya mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017 walipopoteza nafasi hiyo kwa gavana Wilbur Otichilo. Ben Kirui, runinga ya Citizen Nairobi na mtazamaji.